Nasa meja nakaba nashika nakaba kaba. Shika nakaba na shika nakaba, anaweka hii unakaba hapa, anaweka hii unakaba hapa, anaweka hii anakaba hapa hapa, unaeza ukapiga hapa, kila moja unatia ndani akikata unamwongezea kwa hiyo, nafikiri kucheza hivi, sababu akiweka p naza ampiga tatu hapa, anaweza kala mbili. Akila mbili unakata hapa, akila mbili, akicheza hii unakata hapa una, akiweka hii unaweka hii hapa, akipiga unakula hivi bado ninakuwa katika mazingira haya. Ona sasa hapa, akishika huku maake unakumbatia, akishika hii unakaba, akipiga hapa mna jambo hapa, naona unaichi ne akika hii unaweza ukaeka tena hiii mpaka eke huku unakaa sasa hapa akishika hii hapo, ndo nampiga kwa sababu kiwika hii atakukoroga mone, atakukoroga ndoni, hapo hapo nampiga, unamzungusha kula, unakula hizi tatu, akienda hapo napiga hizi, akitema, alafu ndo akitaka enda, namzuia, unakata, namwacha kati unaenda tu na kuwa sana sasa hii una mchezo hapa, unachezaga hapa, wanavumiliaga hii kwa sababu hata kika hiyo unaenda bado huko, aenda kika hiyo unaenda ona mpaka iki hapa. Sasa leo kwa hapa, kuna mchezo wanaikaja hii, ona, ili uende hapa ndo wakuteme, ndo waende. Sasa hapa unaika hii, akiweka hii unaika hii, akiupiga una buti, unaenda kienda, unaenda ano akienda na hii unaenda, akienda na hii unamtema. Nashtua akiziba unamwekea hapa, unaona. Akitema hapa akienda unamwekea tena hapa mpaka mchogonyowe. Um, um, hapo unaona, sometimes anaweza kacheza hivi shtua, unaenda tu hii. Ndo nyeupe kabisa ishindi, kwa hiyo wala hamna shida.